Yes, nikikutajia jina Mokwena ni mmoja kati ya makocha ambao pia wamefanya poa zaidi katika eh, Ligi Kuu kutokea kule South Africa na kila mmoja anakuwa anamfahamu vizuri, lakini pia hata wa Tanzania pia I think tunakuwa tunamjua vizuri kutokana na vilabu ambavyo amekwisha kuvifundisha na vilabu hivyo kuweza kufanya poa zaidi na kwa sasa hivi tunajua yuko katika kikosi cha Wydad Casablanca eh, ambacho kinapatikana huko eh, nchini Morocco. Sasa, pia inasemekana za ndani kabisa hizo tetesi ni kwamba bwana Mokwena anategemea kuweza kujiunga na kikosi kutokea Tanzania nikimaanisha Dar es Salaam Young Africans, lakini pia hapo nyuma alishawahi kukihudumia ki, ki, kilabu kama eh, Mamelodi Sundowns kutokea kule nchini South Africa. eh, sasa Yanga pia hapo kwenye mazungumzo makali zaidi na kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns, lakini pia Wydad kama nilivyokuambia eh, Mokwena ambaye mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 38. Sasa kwa mujibu wa Almachud Nyasi, eh, Mokwena yuko tayari kuweza kupunguza eh, mshahara wake eh, kuja Yanga, lakini pia Orlando Pirates na wenyewe walikuwa na, uh, kuna tetesi za kusema kwamba wanamtaka ili waweza kumvuta e, Mokwena. Sasa taarifa zinasema kwamba e, Yanga na Mokwena pia wako chini kuweza kujadili swala hili, ikiwa ni tetesi hazijakamilika bado. Mara baada ya kuweza kukamilika, e, tutaweza kukuletea moja kwa moja. Ikumbuke e, kwamba moja kati ya makocha ambao pia wameweza kuifanya e, Mamelodi pia kuwa juu zaidi ni yeye, kwa sababu ameweza kukinoa kipindi e, e, timu hiyo kwa muda mrefu au kwa kipindi kirefu, na yeye mara baada ya kutoka pale aliweza kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca moja kati ya kikosi ambacho pia huwa kinafanya poa na kimekuwa kikosi ambacho kinakutana sana na Simba hasa katika maswala mazima ya eh, CAF Confederation Cup. Sasa, eh, yapi maoni yako kuhusiana hii kwamba Mokwena kweli akija Tanzania ataweza kuinoa kweli vizuri Yanga, lakini pia kumekuwa kuna comments nyingi za mashabiki wakisema kwamba mbona Mokwena anakwenda zile timu